Sasa tumeshaifungua projekta ndani na kila kitu kinaonekana wazi kama mnavyoona hapo. Hii ni taa, alafu hii ni power supply, hii hapa lens, alafu hapa kati ndio vinakaa vio. E, na, na upande wa huku pia pana kio, alafu hapa kio umeona. Kwa hiyo hichi kio hichi ndio kinatengeneza picha, yani picha mnayoiona kwenye projekta pale kinatengenezwa kwenye hichi kio ikishirikiana na uh, mashine ama ama circuit. Kwa hiyo hichi kioo kikishatengeneza picha alafu hii taa ikawaka inaimulika ile picha. Alafu kwa mbele hapa hichi kioo cha huko inafanya uh, small reflections, diyo, kitu kama hicho, ambapo sasa ile picha sasa inaenda kwenye nini? Ina, inaenda kwenye lens sasa, kwa hiyo ile lenzi iye lenzi ndio inatoa uh, picha ile sasa. Hapa pana vioo vitatu. Kuna kioo cha kwanza kipo hapa, kazi yake hicho kioo ni kupungu, kupunguza ule mwanga ama kubalansi ule mwanga wa taa. Taa ikimulika ule mwanga unaenda unaenda kujaa kwenye kwenye hicho kioo, kwa hiyo una ubalansi ule mwanga. Alafu kioo cha pili ndio kile kioo ambacho ni cha display ambacho chenyewe ndo kinakuwa kina picha Alafu na kioo cha 3 hichi hapa. Hichi kioo cha 3 kazi yake yenyewe ni kuibalanse ile picha ambayo sasa inatengeneza mpaka na kioo cha ngapi, cha pili, ama kuifanya ile picha ifit ijaye vizuri. Alafu ile picha ikishatoka hapa, kwa sababu imepigwa na mwanga, kwa hiyo picha itaendelea mbele. Alafu sasa hapa ndio kuna kioo kingine ambacho tutasema ah, tena ndio kuna siji, tunasema deflect stick na reflect, ah, kitu kama hicho. Kwa kisha reflect ndio ina inapush ile picha kwenye lens ambapo ile lens ndo inapeleka ukutani. Zaidi zaidi hapo kuna speaker, lakini pia sikuelezea kuhusu power supply, kwa sababu power supply nimeelezea mara nyingi inafanya kazi gani. Lakini pia sikuelezea kuhusu motherboard, kwa sababu motherboard tumeelezea mara nyingi motherboard inafanya kazi gani. Kwa hiyo nadhani mpaka hapo tutakuwa tumeelewana na kuna link hapo chini naweza kaminya kwa ajili ya video inayofuata, lakini naweza nikawaomba pia wote kwa pamoja mnaofuatilia hii series ya nanili ya projector to subscribe, minyeni ao manyoni chini hapo imeandikwa subscribe.